mume kuwa na uhusiano wa kimapenzi nje ya ndoa yake au mwanamke naye kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanaume mwingine. Tumekwisha bainisha madhara na maafa yanayopatikana kwa tabia kama hii na inyuma iliyopita hii ukaanza kutaja ni hatua gani ambazo mume atakazozichukua ili tu anapogundua ya kwamba mkewe ana mahusiano ya kimapenzi na mtu mwingine. Ni kweli, ili janga la mtu kugundua mkewe ana mahusiano na mtu mwengine ni janga au ni kadhia ambayo ipo. Mume anaweza akaishi vizuri na mkewe miaka mingi, lakini baadaye anakuja anaona ujumbe ndani wa simu ulio na maelezo ya kimapenzi kwa mwanaume mwingine. Na kweli jambo hili linakuwa linauma sana kwa yule mume anapogundua kitendo kama hicho, anapoangalia akiona kwamba ameangaika muda mrefu na, na kujitahidi la kumlea mkewe vizuri, leo anakuja anagundua mkewe anamfanyia kiana, mkewe ana mahusiano na mtu mwingine. Hadhihi tabia, swala hili ni kweli linakukosesha yule bwana usingizi linamkosesha utamu wa chakula, na pia ndugu yangu, ambalo linavuta moyo, linaleta msongo wa mawazo. Na hata hivyo, mume yule anaweza akachukua hatua ambazo hazihimiliwi, mwisho wake kama tulivyoeleza, ndio maana tun Ujumbe huu kwa kila mwanamke ambaye yuko ndani ya ndoa asijaribu hata kidogo kuweza kufanya mchezo kama huu, na wanaambiwa wanawake hao wainige ndoa yao na watulie hapo walipo, kwa sababu kitendo hichi huwa kina maafa yake fi dunia walakhira. Bana Allah katika Qur'ani asema fasalihat, wanawake wema ni wale walio na sifa hizi qanitat hafidhatu lilghaibu, ni wale walio watiifu, alafu hafidhatu lilghaibu, wanajilinda katika usiku wao, yani mume anapokuwa hayupo, wanajilinda awwafaliri waume zao viliana bimahabida llahu, kwani hivyo ndiko Mwenyezi Mungu alipoamrisha waweze kujihifadhi hivyo. Kwa hivyo maneno kama haya hayaelekezi tu kwa wanawake, ala wapo pia wanaume wengine wanaosaliti ndoa yao, ikawa pia wanakuwa na mahusiano ya kimapenzi nje ya ndoa zao kwa hiyo waziri wakalalamika, wanawake wakaona labda tunawazungumzia wao tu. Ah, pia wanaume wanaingia huko humo, tutakuja kuzungumzia na ukaeleza. Ni kweli mume anakutumua, hali kama hii inamkosesha usingizi na inampatia mawazo mengi kiasi ya kwamba anaweza akatumia akili yake ili utafuta utatua kama kaauu au swala kama hili nje ya mafundisho ya dini labda anaweza kuona labda dini haijaelekeza suluhisho ya jambo hili. Kwa hiyo akawa na uamuzi yeye eh, binafsi au akashindwa, mimi nifanyeje? Mke huyu nampenda, lakini nimekundua ana uhusiano wa kimapenzi na mtu mwingine, nifanyeni? Sasa hapo anaanza kuishauri akili yake, wakati pia palikuwa panahitajika aangalie sheria ya dini inamuelekezaje pindi kunapotokezea yako kama hivi. Huenda labda wewe unatafuta suluhisho, lakini njia unayoitumia ikawa ina haribu kabisa, na ndio maana Ikabidi kwa muktadha huo, ikabidi sasa tuamue kutaja njia e, ambazo atakazozitumia mume pindi anapokuwa mkewe ana mahusiano na mtu mwingine. Katika Ijumaa hiyo tukataja hatua mbili kati ya zile hatua nne ambazo tulikusudia kuzitaja. E, hatua ya kwanza Ukasema la tatasarra fi tanfidh al-qarar, usiwe wa haraka wa kuwa yani, na uamuzi yani, jambo hili limetokezea ni kweli, umemfumania sasa, usifanye haraka, mambo hayapeleki hivyo. Kumbuka hapo pana sheitani ambaye pia atajaribu kuvizia na kupulizia ili kulifanya jambo hili kubwa sana. Wakasema Hebu anza kufanya utafiti tena, uhakiki haya uliyoyasikia, kusanya ushahidi wa kutosha. Huenda mambo mengine yakawa ni dhana. Wajua hata mzazi, wapo baadhi ya wazazi wanakuletewa habari, mtoto wako bana amefanya hivi. Sasa kwa kuwa anampenda yule mtoto, yule mzazi anatakiwa aiyakuu baina bai na asiamini wala asiyapike, uenda ni kweli au uenda ikawa anasugiziwa. Kwa hivyo, ikiwa ni mume pia anaambiwa atakapopata hali kama hii, basi asiyo waharaka watukuchukua uamuzi wa fulani, bali aweze kutulia na ajihakikishie ushahidi aliyopata. Je, ikuhakika kwa sababu katika dini ni madhambi makubwa kumfikizia mtu swala kabarii. Hatua ya pili tukate, tukataja talabu al-irshadat lihadhihi al-qadiya. Hebu jaribu kutafuta e, mwelekeo au mawazo au ushauri kuhusu hili jambo, watafute wazabii, watu waliozama, walio na hibra, ambao wana uzoefu wa mambo kama haya waendelee waulize nifanyeje, wakiwemo mashehe au wakiwemo maimamu au pia wazee ambao walio rasihi waweze kupatia ushauri, utafanyaje. Ndio maana kukataja jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kupatwa na tatizo kama hili, na baadaye tukataja jinsi alipotafuta ushauri kwa baadhi ya masahaba. Kwanza inatakiwa hebu kutofautisha swala hili. E, hili swala inahitajika ulitafautisha, usichanganye mambo. Ni hivi yeah. Je, nimemfumania mke wangu kupitia ya kwamba niliona anazungumza na jamaa, sasa ndio uzinifu huu? au niliona message ya mapenzi yeye, ndio uzinifu huo? Au niliona wakikumbatiana, au ni kweli uliwaona wanafanya uzinifu kweli? Ujaribu kutofautisha, usichanganye yote pamoja, ambapo wengi uyachanganya yote wakayaweka mahala pamoja, kwa sababu kuna kabila ya zina, yaani ya kwamba huyu nimempata ana Ah, niliona ni ujumbe wa mapenzi, hiyo ni kadhia nyingine. Niliona ni video, nikaona picha pia, ambapo wakiwa na yule jamaa, hiyo ni kadhia nyingine. Au niliona wamesimama wanazungumza, hiyo ni kadhia nyingine. Niliona wanakubatiana, hiyo ni kadhia nyingine. Niliona wameshikana mkono, hiyo ni kadhia nyingine. Ah, niliona wakiingia hoteli au loji, hiyo ni kadhia nyingine. Hiyo la budda antufarika, ni lazima kutofautisha uchangani yote. Sasa ndio maana wasema unaka farku baina muqaddimati zina wa zina, kuna tofauti kati ya kitambulizi vya zina na uzinzi, ni vitu viwili kwamba mkewe labda ana message za mapenzi ye, hii ni zina ye? Yatosha kusema mke wangu ni mzizi? Sasa ndio maana wasema utafautishe, uweze kuchanganya mambo yale na haya, ukaeka pamoja, kwa sababu ukiwa wewe umeona message ya mapenzi ndani kwa simu ya mkeo wewe tayari ukasema, amezi, hili ni dhambi kubwa kabadi ni moja kati ya madhambi makubwa. Ndio maana sheria imewekwa vikali kwa mtu ambaye atakaye mtimizia mwenzake, kama vile tulivyotaja kulinyuma, atakaye atakaye mtimizia mwenzake jambo kama hili, ya kwamba he, wamezidi leta ushahidi aliona meze. Sasa wewe katika sheria ya dini unastahili kupigwa bakora 80 kama ilivyoelezwa katika surati An-Nur ndio maana wanachuoni wakaeleza kudhibitisha ushahidi wa uzinzi ni ya kwamba wewe umeona haswa wakijamiiana, au mke mwenyewe akili ya kwamba ni kweli, pale basi na hapo. Sijui mese, eh, niliona ujumbe wa nimeona wakishikana mikono, niliwaona, niliwaona, lakini ya kwamba kuona kwamba wametekeleza hili kitondo hukuona, basi sheria inasema fala tutallaqul mar'a fi hadha, mwanamke haaji akatanikiwa eti kwa sababu ndani mwa simu yake ilionekana meseri ya mapenzi, kwa hivyo huo ndio uzinifu. Sasa wanachuoni wameeleza ya kwamba mwanamke haazi eti kwa kigezo hicho ya kwamba uliona wanazungumza, wanatembea pamoja, sijui wanashikana sijui, lakini je, mali zile hawakuzini. Hili ni kosa. Meseji za mapenzi au kushikana ni kosa, ni makosa ambayo inatakiwa yakemewe na yakatazwe. Endapo mke ataendelea kufanya hivyo basi hapo ndipo mume ana haki ya kuweza kumwacha. Lakini sasa idha hasala maa mzima, lakini ikiwa yule mume kweli, huyo jamaa kweli amezidi naye, ile ilikuwa ya kwanza ni mambo yamezidi, sijui picha wameshikana, lakini sasa hii ya pili umegundua hapo ya kwamba ah yule bwana kweli, nimemfumania au nimehakikisha ya kwamba ameingiliana na mke wangu, na ukamuuliza mke, je, ni kweli niliyoyaona? Fa ankarat, mke akakataa. Unajua kuna ile, nimekubali ni mambo mengine hapa, akakataa, na ushahidi wa kutosha unao kudhibitisha kitendo hicho. Labda yule bwana alifanya hivyo mwenyewe, amedhibitisha lakini mke anakataa. Sasa wewe utafanya nini? Dini imetoa maelekezo tarfa hadhihi alqadhiya ila alqadi, peleka lkai jambo hili kwa kadhi. Kifika kule, haya mume anatoa yake mashtaka yake huyu bwana.